Mambo vipi? Mambo vipi? Watu wangu wa zoni yetu, zoni yetu bwana, karibuni tena bwana. Leo nimewakumbuka nime tena, nakuja hapa tuongee mambo kitu. Mambo fulani hivi, mambo ya utamaduni, utamaduni. Najua kuna baadhi ya watu watakirekwa, lakini ndio ni wenu tena, sasa tafanyaje? Si zoni yetu hii, tutaongea tu, haina tatizo. Ila kabla sijaendelea, naomba niwakumbushe tena kwamba watu wa wana Africa wanakuja kamili juni saba. Juni saba, na kuna baadhi ya maswali nimepata, lakini hayo maswali nitatafutia siku nitakuja kuyajibu bana. Kuna ni maswali machache, lakini naona ni mengi kwa wengine, lakini tutayaongelea nwyafia anyway, One Africa, stay tuned eh. Sasa basi, kwa kuanza leo, nataka kwanza nianze kwa kusema hii misiba, nataka kuzingatia kidogo misiba, sana sana misiba ya Tanzania, na misiba ya Marekani. Unajua bwana, misiba yetu ya Tanzania, rafiki yangu, da lazima ulie. Yani nyimbo kwanza zinazoanzishwa zinali, yani zinakufanya ujisie kama yule mtu aliyekufa ndio amekwenda hapatikani tena. Kwa mfano kwa watu wanaamini kuna maisha after mazishi zile nyimbo sio nzuri aise, zile nyimbo ni mbaya, nyingi nyingi zao ni mbaya, zinawaliza. Yani wanaimba nyimbo, lazima ulie. Kwa nini? Kwa nini tusitafute nyimbo ambazo zina azilizi na mavazi fulani hivi? Yani watu wanakuja, yani wamejitayarisha kulia. Jamani, tuacheni haya mambo ya tunalizana. Unajua, nimeangalia mazishi ya wenzetu huku, sio wenzetu sana, lakini ndio unaweza kusema utamaduni. Kwa mimi nakataa, sio utamaduni wala nini, ni kuoneana. Yani unaenda kumzika mtu yani kama una aise, yani kwa ma unaumia hivi yani nini wenzetu huko wanakula suti, wanawake wanavaa ndio wanavaa kiaina fulani, nyimbo yani zinaonyesha huyu mtu amefufuka, yani anaamani alipo, mtu ameshiba yani yuko vizuri. Ni sisi tulobaki ndio tunateseka yani. Misiba ya wenzetu bwana, unaenda kwenye msiba, mnaongea mnacheka, hata na mfiwa ndio ana huzuni, lakini kwa mbali kidogo unaona kabisa huyu anaamini huyu mtu yuko mahali pema. Ah bwana, Tanzania, misiba mingi nilohudhuria mzee, tatizo yani tunatafutiana tatizo, yani mtu anaimba kuna e, hiyo toni yenyewe ni mbaya hivi jamani tuamkeni basi tuacheni haya mambo jamaa wale ambao sasa hivi tume unajua unasema wao utamaduni wamebadilika huyu sio ameenda huko amekuwa amebadilika ah uh, sio kweli ni kwamba tumeona dunia ilipo dunia ilipo jamani tukae na sisi tutabaki hapa nyuma kila siku kwenye msiba tunalizana yaani ukifiwa marekani uka marekani utalia ila ukifika bongo unalia kaka unalia dada yangu nakwambia msiba hata kama una miaka 10 unakusubiri jamani tuacheni tuwe na amani kama mtu amefariki Tupatiane amani, nyimbo zenye amani, kwamba yuko mahali safi, ameshiba, anatupenda, ni kwamba ametangulia kwenye stage nyingine ya kimaisha. Sasa mimi ndo hapo tuleo nataka niongee na nyinyi vijana wangu, sijui wewe una mawazo gani kuhusu hili kitu, ila kabla sijamaliza kabisa, nataka nikuache na kiagizo kingine. Sasa wewe, unajijua, unasema unakijua Kiswahili, niambie maana ya neno nini, Kiswahili cha neno Usiniambie o oh, huko sikuzimia sa fainting itakuwa nini au collapse itakuwa vitu gani? kwa, kwa mara nyingine tena, ni mimi enu, ni fi wenu, nimekuja hapa tena kuwasalimia kwa kuwakumbusheni kwamba kwa kwa tupendane dushi na leo pambana.